Ambapo eh, tunaambiwa kwamba waziri wa habari utamaduni, waziri wa habari utamaduni sanaa na michezo Nape Nnauye amesema moja ya majukumu makubwa yaliyopo mbele yake ni kudhibiti nidhamu, kwenye jambo ambalo limechelewesha maendeleo ya michezo hapa nchini. Changamoto kubwa mbili, kubwa sana mbili, ni kwamba kuna tatizo la sheria katika, katika michezo sheria zinazosimamia michezo, lakini pia kuna tatizo la nidhamu katika michezo. Michezo yetu haiendi kwa sababu hakuna nidhamu, watu wanafanya wanavyotaka. Wakati mwingine watu wanaingia wana, wana kama vile ni, ni shughuli za, za, za by the way. Hapana, ukitaka michezo yetu nchini iende lazima turudishe nidhamu kwenye michezo. Kina Nyambui, kina Ikanga na wengine walifanya vizuri, kwa sababu walikuwa na nidhamu. Michezo zamani ilikuwa na, na nidhamu kubwa. Moja kubwa nitakaolisimamia kwa kweli, na kuwaomba wadau, tusaidiane turudishe nidhamu kwenye michezo. Tukirudisha nidhamu, mambo mengi yatakwenda. Tutashughulikia habari ya sheria na mambo mengine, lakini kubwa sana, lazima turudishe nidhamu katika michezo na mambo. Hata mkitaka kuvutia wawekezaji Mkitaka serikali iwekeze lazima pawepo na nidhamu katika michezo. Mtu akiona ipo nidhamu, uwekezaji utakuwa mkubwa. Na basi, Nape na huyo huyo ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, na pia alionekana leo katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam wakati ambapo eh, mchezo wa ligi kuu kati ya Azam na Simba ukichezwa, eh, ikiwa ndio kama ambavyo wengine wameonekana hospitalini. Eh, basi naye ameonekana katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam tupate